yupo mtu mmoja tumemkamata pale pale Urambo anaendelea kuhojiwa aliandika kwenye nyumba ya mtu usiku sasa vyombo vyetu tunayo intelligence imara sana walimkamata asubuhi yake anaandika kwenye nyumba ya mtu kwamba usiende kupiga kura naenda kwenye maandamano tarehe 29 sasa anaendelea kuhojiwa na vyombo vyetu vya usalama Nikaona niwahabarishe umma kwamba matendo ya namna hiyo yaliyo na mwelekeo wa aina hiyo yote ni batili. Sasa sisi kama serikali, tuna kazi ya kulinda kila mwananchi katika mkoa huu. Cha kuwahakikishia ni kwamba tutawalinda kwa dhati kabisa, kwa mtu asije akapata hofu kwenda kwenye kituo cha kupigia kura akidhani kuna uhalifu au kuna vurugu yoyote inaweza ikatokea. Tumejipanga vizuri, vyombo vya usalama vyote vipo imara na tumeviandaa kukaribiana, kukabiliana na uhalifu wa aina yoyote ile katika kipindi hichi chote hichi mpaka tunamaliza uchaguzi. Vyombo vimejipanga kukabiliana na uhalifu na vurugu ya aina yoyote, na kwa kutoa onyo kwamba mtu asije akathubutu akaenda kuandika kwenye mlango wa mtu au ukuta wa mtu akihamasisha vurugu ya aina yoyote ile, tutambaini na tutakabiliana naye. Na nimeelekeza leo, nimeelekeza waheshimiwa wakuu wa wilaya wa wakae na kamati zao za ulinzi na usalama wilaya zote za mkoa huu, wilaya saba, kuanzia leo Mtu yeyote yule atakayeonyesha ashiria yeyote ya vurugu ya aina yeyote, akae ndani mpaka tumalize uchaguzi. Hatutakuwa na muda wa kusikiliza nini alichokuwa anakimaanisha. Kwa atakayejichanganya anatembea anaandika kwenye kuta za watu, akikamatwa leo tutakuja kumsikiliza baada ya uchaguzi, tutasikia hoja alizokuwa nazo. Nimemwambia mwisho wa kucheka wakuu wa wilaya ni leo, hakuna kuchekea mhalifu, pambana na aina yoyote ya uhalifu. Tuna kazi kama wenyeviti wa kamati za ulinzi na usalama, kila mmoja kwa eneo lake, kuhakikishia wananchi usalama wa kulala na kuamka wakiwa salama, bila tishio au kipingamizi cha aina yoyote. Kwa hayo ndio nilikuwa nataka niwaeleze. Lakini nawaambia wamiliki wa vyombo vya usafiri, tumekuwa tukikamata mara kadhaa wahamiaji haramu kutoka Burundi na nchi zingine, lakini wamiliki wa vyombo vya usafiri, makondakta na madereva, wamekuwa wakitupa taarifa hizi, na kiukweli tumekuwa tukiwabaini na tunawakamata mara kadhaa. Na nawaomba pia na wao kipindi hichi wawe macho na watu wanawabeba kwenye magari. Lakini wamiliki wa guest house lodge hotel na wao watusaidie. Watanzania tumekuwa watoa taarifa wazuri sana, tunazo intelligence nzuri sana kila mahala. Kwa mtu asilale kwenye hoteli ya mtu wala guest au lodge, pasipo kujulikana ametokea wapi na anakaa hapo kwa muda gani. Kuanzia leo akikaa siku mbili, basi taarifa itolewe kwa uongozi uliopo katika eneo hilo. Hatutaruhusu mtu anakaa wiki haeleweki, siku tatu tano haeleweki. Haraka iwezekanavyo taarifa itolewe, ili aweze kuhojiwa kwa maana njema kabisa. Kama nilivyowaambieni, ndugu zangu, tunalo jukumu la kuhakikisha amani na usalama kwa mkoa wetu.